Kwa sababu Yesu ndio mwenye ufunguo. Ndio maana nakwambia hata wangejidanganya e, wakafunga hata biashara kwa mcha Mungu, wakafunga chochote, wakaweka uharibifu wao wa aina yeyote, Yesu anazo funguo za kuzimu na mauti, anazo funguo za mafanikio, anazo funguo za ushindi, anazo funguo. Ndio maana hata kama ungekuwa umeteswa wamekufunga na magonjwa, wamekufunga na uharibifu wa aina yeyote. Yesu ana ufunguo, anao ufunguo. umelitunza neno tunalitunza neno, tunatakiwa kulitunza neno la subira. Usije ukajichanganya ukakata tamaa ukasema ah, tangu wameanza kusema Yesu atarudi mbona hata hajarudi, mbona vipi hajarudi? Ukaanza kula na kunywa na kujichafua ukaanza starehe. Ndugu, nikwambie Yesu amekaribia, Yesu amekaribia. la msingi tushikamane na Kristo. Hili kanisa lisilo la, la umiwa la Philadelphia. Hili kanisa la upendo wa kindugu. Yesu anajidhihirisha akiwa na mamlaka. Yesu anaonekana, ndio maana anasema naja upesi. Anaahidi maneno mazuri sana, tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako. Bwana amenipa mlango, amekupa atampa kila moja ambaye atalishika neno la subira yake eh. Yeye mwenye ufunguo wa kufunga, wa kufunga anatupa mlango uliofunguliwa, yeye awezaye kufunga. Kwa kuwa, mm, kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza neno la subira Umenitunza neno langu wala hukulikana jina langu. Hebu tusimkane Yesu, usilikane jina la Yesu kwa sababu ya majaribu, kwa sababu ya changamoto. Usiukane wokovu, ushikilie hushikilie sana, hata kama kuna wale wa sinagogi la shetani wasemao kwamba ni Wayahudi nao sio, bali wasema uongo. Kuna watu leo, anaweza akajisema ni mtu wa Mungu, anamcha Mungu, kumbe anasema uongo, kumbe anadanganya wasemao wanazungumza wanaongea, kumbe wanasema uongo. Tazama, nitawafanya waje kusujudu mbele yako mbele ya miguu yako, na kujua ya kuwa nimekupenda. Kanisa linapewa ahadi, kwa kuwa umelishika neno la subira mimi nami nitakulinda utoke. Wapendwa, tukilishika neno la subira yake, tukalishika neno la Mungu, tukayashika maneno ya Mungu, Yesu atatulinda. Ujapopita katika jaribu gani, tujapopita katika changamoto zipi, kama tutalishika neno, tusijikoroge tusijichafue tukapita salama. Bwana anaahidi kutulinda katika saa ya kujaribiwa iliyo tayari kuujilia ulimwengu wote, kuwajaribu wote wakaao juu ya uso wa nchi. Anaahidi kuleta ulinzi, anaahidi lakini ni pale tutakaposhika sana tulicho nacho, asije mtu akaitwaa taji yako. Kwa nini Biblia kasema asije mtu? Leo mtu anaweza akapotea kwa sababu ya mtu, au kwa sababu amemwona rafiki yake anafanya kitu fulani na yeye anaamua kupotea na rafiki yake, anaamua hmm. Asije mtu akaitwa taji leo. Watu wanapotea kwa sababu ya marafiki, anapotea kwa sababu amemwona mtu fulani anafanya, na yeye anaiga. Wakati Biblia imetuambia usiuige ubaya, usiige mabaya. Leo nakuta watu wanakuwa wanaiga kanisani. Alikuwa na bidii ya kuja kwenye nyumba ya ibada, alikuwa na bidii ya kwenda kumwabudu Mungu, akamwona rafiki yake mvivu, akaanza kuiga, anaanza kuiga mabaya. usiuige ubaya ubaya tumeambiwa tunatakiwa kuushinda ubaya kwa wema. Yaani, hebu mimi na wewe tuwe chachu ya kuwafanya watu wengine wawe na bidii ya kumpenda Mungu. Usiige walioshindwa, iga walioshinda. Ndio maana Yesu akasema yeye ashindae. Usiige ukaona mtu ameshindwa kasema, ah, na wewe ukasema mbona fulani alikuwa anaimba ameacha? Mbona fulani alikuwa anafanya hivi? Ukaangalia madhaifu na kuyaiga. Wakati tulio nao sio wakati wa kuiga madhaifu. Sio wakati wa kuiga mabaya. Sio wakati wa kuiga ubaya, hapana. Usimwone mtu anashindwa ukamwona mtu anaharibika na wewe ukaamua kuharibika, hapana. Yesu anazungumza katika kitabu cha Yohana mlango ule wa kumi na nne mstari wa sita anasema hivi: yeye ndiye njia, kweli na uzima. Mtu haendi kwa Baba ila kwa njia ya Yesu Kristo. Tunatakiwa tuige wema, tusiuige ubaya. Ndio maana ikasema, yeye ashindaye, shika sana ulicho nacho, asije mtu akakusababishia uharibifu, asije mtu akaitwaa taji yako asije binadamu eh? Asije binadamu akaitwaa taji yako au akakusababishia kushindwa. Hapana. Ana na ahidi kutulinda kama alivyo liahidi na kama alivyokwisha kuzungumza. Makanisa haya yanawakilisha kanisa la leo, yamejaa jumbe za makanisa, yamejaa jumbe za watu binafsi. Kila anayeikubali neno na kulipokea neno na kulichukua neno, zinatuhusu kabisa. Yesu anazo funguo. Kuna watu leo unakuta anahangaika anapata shida, badala aende kwa Mungu, atake msaada kwa Mungu, anaenda kwa mganga au anaenda kwa wachawi, utasikia tu nashamwona amesha chanjwa chanjwa, amewekewa mahalamahalama damu zimetoka, amechukua uhai wake ameenda kuukabidhi Yaani anajitoa ufahamu, anakwenda kuyakabidhi maisha yake kwa Shetani, eti anakwenda kutafuta baraka hivi. Shetani ana baraka gani za kukupa mwanadamu? Yeye hajaumba chochote, hajatengeneza chochote. Sana anachokifanya anakwenda kukaa, kwa mfano anaenda kukaa kwenye madini, anaenda kukaa kwenye dhahabu, anaenda kukaa kwenye mashimo. Ndio maana tunakuta mtu anaenda kwa mganga, anaambiwa ukiingia ukishuka chini kwenda kuchimba, chochote utakachokiona kule usiseme. Hata kama utakutana na joka usichokasema umekutana na joka kule. Yani wewe unyamazake tu, wewe uendelee yake tu, hivyo hivyo. Ah -ah, usiende kutafuta baraka Mahali ambapo hapapaswi, mahali ambapo hapapaswi kabisa, hmm. Mahali ambapo sipo penyewe, panapo takiwa baraka za Mungu zipo. Mungu anazungumza, anayeshinda, yeye ashindaye, anaahidi kutulinda katika saa ya kujaribiwa iliyo tayari kujira ulimwengu wote kuwajaribu wakao juu ya uso wa nchi viki kuu anaahidi kutulinda kama tutadumu katika subira, katika neno la Mungu, katika kulishika. Kuna mtu anaweza kuta, akajaribiwa akajaribiwa akajaribiwa akajaribiwa akakutana na changamoto halafu akaamua dakika ya mwisho kuacha. Usiache, shika sana ulicho nacho. Pengine mtu anaweza akakosana na Mungu kwa sababu ya washauri wabaya, marafiki zake wakamshauri vibaya. Biblia anasema yeye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu. Nguzo ni kitu ambacho kinashikilia, au unakuta kwamba ukuta umetengewa nguzo. Nitamfanya kuwa nguzo, anayeshinda, atakayeshinda atakuwa nguzo, au tutakuwa nguzo katika hekalu la Mungu, wala hata toka humo tena kabisa Hakuna kutoka, kwa sababu huwezi ukakuta nguzo iliyojengwa iliyotengenezwa ikatoka mahala pake. Huwezi ukakuta hmm. Tena hapa Yesu anaahidi mambo mengi eh. Ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu, wala hatatoka humo tena kabisa. Lakini ahadi nyingine anasema, nami nitaandika juu yake jina la Mungu wangu. Ah, ahadi kemkem kem. Kuwa nguzo, kuandikwa jina la Mungu wangu, halafu na jina la mji wa Mungu wangu, huo Yerusalemu mpya ushukao kutoka mbinguni kwa Mungu wangu, halafu na jina lake Yesu mwenyewe lile jipya, ee. Kumbe Yesu ana jina lingine jipya hmm. Halafu anamalizia kwa kusema yeye aliye na sikio na alisikia neno hili ambalo roho ayaambia makanisa. Ndio maana yakuambia, jumbe hizi zinahusu makanisa, zinahusu mtu binafsi, zinatuhusu hata leo, zinawakilisha au ziliwakilisha kanisa la Kristo la leo. Tunalishikaje sisi neno? Maana Yesu alishatoa mlango ulio wazi. Alishatupa mlango uliofunguliwa. Yeye mwenye kufungua hapana afungaye. Naye afunga hapana afunguaye. Hakuna mtu. Ndio maana kanisa la Kristo limetembea vizazi na vizazi na vizazi, kwa sababu Yesu ana mlango ulio wazi. Yeye ana master key, yeye anafungua. Wafunge biashara, anafungua. Wafunge kwa magonjwa, anafungua. sijui wafunge kwa jinsi gani, ana, anafungua. Leo watu wanadiriki kuwafunga watu hata kuchukua baadhi ya nguo zao kama za ndani na nini, wanaenda wanawafunga watu kwenye madhabahu za giza lakini Yesu bado ana funguo za kufungua, ametupa mlango. Ndio maana anasema nakupa mlango ulio wazi, ametupa mlango ulio wazi. Mwenye kufungua hapana afungae, naye afunga wala hapana afunguae. Yesu anayafunga mabaya, anatufungulia mema. Kwa hiyo baraka za kweli baraka halisia zina Kristo Yesu. Kwahiyo kanisa hili halilaumiwi kwa chochote, zaidi ya kupongezwa, zaidi ya kupewa ahadi, zaidi ya kuinuliwa, na sababu tumeziona kwa nini linapongezwa. Linaonekana eh? lina nguvu eh, unaona linaonekana eh, hili kanisa linazo nguvu kidogo, linaonekana limetunza neno la Mungu linaonekana halikulikana jina la Kristo. Unaona, Bwana analiahidi kwamba hata hao nitawafanya waje kusujudu chini ya miguu yangu. Mpendwa au mtu wa Mungu, popote pale ulipo, usishindane na adui, mkabidhi kwa Mungu, mwombe kwa Mungu, Yesu atashughulika nao maana amesema atakuwa adui wa madui zetu, atapigana nao wanaopigana na sisi. Unaona, kwa hiyo ndio maana kanisa hili halilaumiwi, linapewa ahadi za kutosha, linapewa ahadi, lakini linatahadharishwa lijihadhari hata wewe na kutahadharisha. Ukiona na urafiki na mtu, ukaona katika kuenenda njia zake hazilipi, achana naye. Njia zake hamwendeni, achana naye. Unaona, achana naye, shikamana na rafiki ambaye ni mzuri. Kwanza tushikamane na Yesu. Yesu ndio rafiki mwema. Yesu ndio rafiki yeye. Anasema hakuna aliye, hakuna rafiki aliye na upendo mkuu kuliko huu wa mtu kutoa uhai kwa ajili ya rafiki zake. Kwa hiyo ndio maana mtu wa Mungu, popote pale ulipo, tumepewa mlango uliofunguliwa. Hata kama leo ungeona mambo yako hayaendi vizuri, lakini yuko Yesu. Mhusishe Yesu, mweleze Yesu, mwambie Yesu, yeye atafungua amesema anatufungulia hata hazina zilizositirika, hata kama wangekuwa wamekamata uchumi, wamekamata maisha yako, Bwana anaahidi kufungua. Bwana anaahidi kuweka wazi. Unaona, mwenye kufungua wala hapana afungaye, naye afunga wala hapana afunguaye. Anasema nayajua matendo, ninajua hujarikana jina langu. Ni bora tusirikane jina la Bwana, tuendelee kushikamana nalo, tuendelee kushikamana naye, tuendelee kumpenda Mungu, tuendelee kusonga mbele mpaka pale tutakapokutana na Yesu Kristo. Ahadi za hili kanisa Zin, yani, ni, ni nyingi kuliko ahadi za makanisa mengine. Ashindaye tamfanya kuwa nguzo, yaani hata toka huma kabisa. Inapendezaje kuwa nguzo katika nyumba ya Mungu, maisha yetu kuwa katika nyumba ya Mungu, katika hekalu la Mungu, inapendezaje. <clears throat> Bwana kuandika jina lake uh, kuandika jina la Mungu na jina la, la, la kwaka yeye mwenyewe, na jina la mji ule Yerusalemu mpya ushukao kutoka mbinguni. Yeye aliye na sikio na asikie. Ndio maana karibu kila kanisa nasema, aliye na sikio la kusikia alisikie neno hili ambalo Roho ayambia makanisa. Hata na sisi ahadi hizi mtu wa Mungu zinatuhusu endapo tutashinda, endapo tutashikamana na Mungu mpaka tushinde. Na mimi naamini tutashinda kama tutashikamana na Kristo, kama tutashikamana na Mungu aliye hai kama tutashikamana naye, unaona kama tutashikamana ametupa mlango ulio wazi. Hata maisha yako yangekuwa yamefungwa wapi, Bwana ana uwezo wa kuyafungua. Bwana ana mamlaka ya kuyafungua. Bwana anazo nguvu za kuyafungua. Anafungua hata hazina zilizositirika. Hata kama wangekuwa wameweka makufuri, wangekuwa wameweka vitu walivyoviweka, lakini ashukuriwe Yesu, anazo nguvu, ana uwezo wa kuyafungua. Kwa hiyo kati ya haya makanisa tunaona ni kanisa la Philadelphia, andika Haya ndio anenayo aliye mtakatifu. Yesu anajionyesha mtakatifu, anajionyesha kwa wa kweli. Yesu sio mwongo. Mwongo, Yesu ni mtakatifu, tena ni mtakatifu wa watakatifu, tena ni wa kweli, tena anasema kweli, tena ana ufunguo wa Daudi, yeye mwenye kufungua, wala hapana afungaye naye afunga, wala hapana afunguaye. Nayajua matendo yako. Tuishi duniani tukijua matendo yetu yanajulikana na Bwana matendo yetu yako wazi mbele za Bwana, mbele za Baba yetu aliye mbinguni. Hakuna lililo jificha, hata ungewaza moyoni, ukania moyoni, ukafanya ufanyavyo, lakini mbele za Mungu wote tuko wazi. Hata kama ingekuwa usiku wa manane, usiku wa giza, unatoka kwenda kuroga usiku watu hawakuoni, unatoka unaanza kuyasumbua maisha ya watu, unaanza kutembea kwenye nyumba za watu, unakanyaga kwenye mabati ya watu, sijui unafanya vitu gani? Unaona, Mungu anakujua, Mungu anakuona, Mungu anakuelewa, Mungu anatufahamu, Mungu anatujua tuko wazi machoni pake. Bwana Mungu akubariki sana mtu wa Mungu. Tunapoliangalia hili kanisa la Filadelfia, jipime, jiangalie. Je, unayashika mafundisho au ni mtu yule wa kuhubiriwa na kuyaachia pale pale, au mtu yule wa kuelekezwa kisha unayaachia pale pale? Mm? Napendeza kulishika neno la subira yake, ili na yeye atulinde tutoke katika saa ya kujaribiwa, wakati ulimwengu unaijiriwa na kujaribiwa, unaijiriwa na dhiki kuu, unaijiriwa na dhiki kuu, sisi Bwana anatulinda tutoke katika saa ya kujaribiwa. Ndio maana kanisa halitaingia kwenye dhiki kuu, Bwana atatutoa. Sharti tunyakuwe kwanza, ndipo dhiki kuu ianze. Lakini ni pale tu tushikamane, tutunze utakatifu, tutunze maneno ya Mungu. Bwana anaonyesha upendo wake, tukimpenda na yeye anatupenda, tukimpenda na yeye anatushika, tukimpenda Mungu Hmm? Kwa mioyo yetu yote, hebu nitoe wito kwa kila moja, mpende Mungu wako aliyekuumba. Mpende hata kama utasema ah, nilizaliwa toka tumboni mwa mama yangu. Sawa, mwandishi wa Zaburi anasemaje? Aliniunga tumboni mwa mama yangu. Yeye ndo anayetuumba na tuunga tumboni. Mara ya kwanza alishika tope, lakini baadaye akaboresha Akaanza aka kufanya kazi na tumbo la mwanamke, anamuunga mtoto, anamuunga mtu. Ndio maana unakuta mtoto ameunganika kitovu na mama, anamuunga kwenye tumbo la mama yake, anaendelea kutunzwa humo kwa miujiza. Mwanadamu anaendelea kulindwa, anaendelea kutunzwa mpaka miezi tisa inafika, wakati wa kuzaliwa. Kwa hiyo ni kutakia baraka za Bwana, nikutakie uongeze upendo na juhudi kwa Mungu, uongeze kumpenda Mungu, uongeze kumwabudu Mwana, uongeze kupenda kufanya huduma za kiroho eh. Yeye ana funguo wa kutufungulia. Mungu akubariki sana, naitwa Dr. Monicah Mbaraka, nikukaribishe katika mitandao ya kijamii, nikukaribishe uingie, usikilize mafundisho ya aina mbalimbali mbali. Ingia YouTube channel kwa jina la Dr. Monicah Mbaraka, ingia WhatsApp channel, ingia Instagram, ingia Facebook, ingia TikTok, ingia Thread, ingia Twitch, ingia huko X, Twitter ya zamani. Utakutana huko na mafundisho ya kukusaidia, lakini pia kwa ushauri na maombi eh, yawezekana ukawa na neno la kushauri yawezekana, eh, hata kwa kutoa sadaka kusapoti hii huduma. Hebu ni kutajie namba za simu, namba zangu ni 0765 64 40 24, 0765 64 40 24. Hiyo ni namba yangu ya ofisi, lakini kwa mawasiliano yako binafsi, una ishu zako binafsi, unahitaji ushauri tumia namba hii hapa 0784936250, 0784936250. Mungu wa mbingu na nchi akubariki sana, lakini ni kuombe usisahau kushare, usisahau kucomment, usisahau kusubscribe. Ninakukaribisha sana mwana wa Mungu kujoini kwenye hii huduma au kwenye hii akaunti ya Dr. Monica TV, ili upokee mambo mengi ya kuweza kukusaidia katika maisha yako ya kimwili na ya kiroho. Yawezekana ukawa umefungwa, lakini nataka niombe pamoja na wewe, lakini kwa kutuma sadaka Nimekwambia namba hizo 0765 6424 0765 6424 au 0784 9362 hamsini. Mungu akubariki sana. Nataka niombe sasa na wewe, mahala popote pale ulipo, mkono wa Mungu unakwenda kukugusa <clears throat> hata kama unaumwa Hebu sema maneno haya, sema e, hey, Yesu ninakushukuru kwa neno lako lenye uzima. Bwana, naomba unifungue kila lililofungwa, likafunguliwe. Bwana unitakase, Bwana unihurumie, Bwana unisamehe na uniponye, na yatoa maisha yangu kwako. Katika jina la Yesu Kristo, tulia sasa, ni kuombe hata kama unaumwa, Yesu atakuponya hapo hapo ulipo. Baba wa mbingu na nchi, katika jina la Yesu aliye hai, naweka watazamaji na wasikilizaji wangu mikononi mwako katika jina la Yesu. Waguse waliofungwa ufahamu, wafunguliwe. Waliofungwa kwenye nyumba za wachawi, wafunguliwe. Waliofungiwa biashara zao, na tamka, wafunguliwe.